Ndugu wa Tanzania, naitwa Kanari Bernard Masala Mlunga, kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano. So kwa habari zilizotufikia hapa kwenye chumba chetu cha habari kwa KG Chipande ni hino barua ambayo imeweza kuchapishwa na kusambazwa kwa kila chombo cha habari hapa nchini Tanzania. Hivyo basi, nikaona isiwe kesi tuje tukisome kwa pamoja, ambapo kiliwasilishwa pale jana mida ya magharibi, ambapo nitaisoma kwa utaratibu, alafu tuone kama tunaweza kuidadisi moja au mbili. Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ limetoa tamko rasmi likielezea kuwa linaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya ulinzi na usalama nchini katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 28 na 29 Oktoba mwaka wa elfu mbili ishirini na tano kama ilivyotangazwa tume na, na tume ya uhuru ya uchaguzi ya taifa NEC, that is uh, na tume ya uchaguzi Zanzibar that is ZEC kwa mabano, ikiendelea kusema kwamba katika taarifa iliyotolewa tarehe 15 Oktoba mwaka 2025 na kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano wa JWTZ that is uh, jeshi la wa Tanzania uh, Kanali Bernard Masala Mlunga, jeshi limeelezea kuwa, kuwa jumla linaridhishwa na hali ya usalama hapa nchini Tanzania ambapo kampeni za uchaguzi zinaendelea kwa amani na kwa kuzingatia sheria zote za nchi, maadili ya kisiasa, kuheshimiana na kuvumiliana miongoni mwa wagombea na wafuasi wao nchini. Uh, JWTZ limevitaka vyama vyote vya kisiasa, wagombea pamoja na wafuasi wao kuendelea mazikuwa, kuendeleza mazingira ya utulivu ili taifa liendelee kuwa na uchaguzi huru wa, wa haki na wa amani. Pia jeshi limepongeza juhudi za kusimamia vizuri hali ya usalama katika kipindi hiki uh, muhimu kwa taifa. Uh, acha tumalizie hapa ambapo limemalizia hapa na kusema kwamba hata hivyo, JWTZ limeelezea kusikitishwa na ongezeko la taarifa potofu zinazosababishwa uh, zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya watu wanaojiita wanaharakati kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania uh, wakilenga kuima wakilenga kulihusisha jeshi na masuala ya kisiasa kwa nia ya kuchafua taswira yake na kupunguza imani ya wananchi kwa chombo hicho cha ulinzi. Jeshi limewahimiza wananchi kupuuza taarifa hizo za upotoshaji na kuendelea kuwa watulivu. Limeelezea kuwa taarifa zote rasmi kuhusu jeshi zitakuwa zikitolewa kupitia Kurugenzi ya Habari na Uhusiano, uh, makao makuu ya jeshi la Watanzania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 Nimesema acha tusome comment ambazo hazitazidi kumi alafu ni kuache na wewe pia, nikupe nafasi ili uweze kuweka comment yako hapo pasi kutumia matusi. Captain Tesla yuko wapi? Kuna huyu jamaa ambaye anauliza, Captain Tasha Tesha, yule ambaye alikuja na kuhimiza kwamba nchi ya Tanzania inapaswa ichukuliwe na kuhua, kuwa mikononi mwa jeshi alikuwa anauliza huyo captain yuko wapi? Achilieni lisu awe huru. Wewe na jeshi la Samia sio la wananchi. Ni usalama gani nanyi mmeurizia? Mm, ni usalama gani nanyi mmeurizia? Tuambieni, wale wanaoteka Watanzania ni kina nani? Kweli hata nyinyi hamwajui? Pia ulivyoongea kwa utulivu, kama sio wewe na nchi Itaku, uh, itatulia hivyo hivyo Oktoba ishirini na tisa. We mujimba okay, we mujimba acha uchizi. Watu wanapotea na msemi lolote kuhusiana na upotozi huo umuone, halafu unapongeza polisi okay, okay, okay, okay. Kaza sauti wewe, tarehe ishirini na tisa Oktoba mtatoka nyote wapu, wapuzi nyinyi Utawalinda kina Samia, sio wananchi? ni, ni ai hii guys eh, angalieni kwa makini, hili silo jeshi kamili. Endelea uh, okay. JWTZ tunawatangebe tunawategemea jeshi la watanzania tunawategemea nyinyi, ulivyoongea kwa utulivu kame, kama sio wewe na nchi ikatulia Khuukwa okay, simuliai hapa. Hii ni uongo jamaa. Chare ishirini na tisa tunaandamana, okay, mimi nimesema leo hapa sina la kusema na nisioni mtu anatukana KG, akisema KG ni mpumbavu, kwa sababu nimesoma habari vile ambazo ziko na nikakwekea vile, nika vile ambavyo jeshi anasema wa na nikakusomea comment vile ambavyo Watanzania wanasema, endelea okay sijamuelewa. Je, ya Jeshi la Tanzania tunawategemea sana. Hii ni uongo, watu wanauliwa mnasema eti usalama upo. Achana kutuona watoto. So, ladies and gentlemen, hali ya usalama nchini ni shwari kuelekea uchaguzi mkuu. Hino ndio habari ambayo imeweza kutolewa na huyu uh, mkuu wa jeshi anavyojiita hapa ambapo alikuwa anahimiza Watanzania wazidi kudumisha amani na waendelee kuweka ile amani ambayo ipo inchi, nchini na vilevile pia wameweza kupongeza wale ambao ni wanasiasa ambao wanaendelea na siasa zao nchini ya kwamba wanafanya siasa nzuri na vile vile pia wana fanya siasa za kuheshimiana wenyewe kwa wenyewe pasi kukosoana, na vile vile pia akawasifia kwa kuvumiliana kwa vile vijembe ambavyo vinarushwa juu uh, ya steji zao hizi ambapo wanapiga kampeni zao za kawaida. So, ladies and gentlemen, niwaambia kwamba msisahau hapo kusubscribe, mtizame uh, kipindi kinachokuja kinaboresha zaidi. Kwa miaka mingi watu wengi wamekuwa wakiteswa na maradhi sugu na matatizo ya kishirikina, lakini sasa kuna suluhisho. Karibu kwa Dokta Ngoso, mtaalamu mashuhuri wa tiba za asili, kiboko ya magonjwa sugu, uchawi na matatizo ya kishirikina. Unasumbuliwa na kifafa, nguvu za kiume kushuka, presha, kiharusi, matatizo ya macho, tumbo au mifupa kuvunjika? Usiangaike tena, Dokta Ngoso ana tiba ya uhakika, salama na ya asili, zilizobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini si hayo tu. Dokta Ngoso pia hutatua uchawi na chuma ulete, kukosa kazi au mvuto wa kibiashara, humrudisha mpenzi au mume au mke aliyekuacha, kushinda kesi mahakamani, kufungua vifungo vyote vya kishirikina mwilini, tiba ya kuacha pombe, kusafisha nyota yako na kukulinda dhidi ya vijicho na uchawi. Huna haja ya kufika ofisini kwake, huduma zake zinakufikia popote pale ulipo kutoka Kenya hadi Uganda, Tanzania hadi duniani kote. Wasiliana naye kwa WhatsApp: